Kuna kitu kilichoshawishi Isaya ukaja ukajiunga na UTT. Aha. Of course niliona kwa percent ambazo wajamaa wanazitoa, mm -hmm. ni tofauti kidogo na sehemu nyingine yote na hata benki hizi financial institution nyingine. Mm -hmm. Yes, kwa hiyo niliona kama sehemu ya kuja kuweka hapa una faida kubwa sababu so, s so, kwamba ile itakatwa kwa makato yote zile service charges huko kwa wakati, kwa hiyo kunaiona kwamba inaongezeka. So it's better kama mtu akaweka hapa, mm -hmm ita inaongezeka, naiona inaongezeka, mm -hmm. Kwa hiyo nafikiri labda ni sehemu nzuri ambapo kama mtu ana hela yake ambao anaona kuliko ikae kwenye hizi nyingine ikakaa pale ikaendelea ikapunguzwa, mm -hmm. Au ana malengo yake makubwa ya mbali, akiweka hapa ataikuta na chochote kitu, anakuta na, yes, anakuta na cha ziada. Hiyo ni sehemu ya ulipata darasa, yes. Je, ulivyokuja kujiunga sasa, umekutana nao, ya kweli? Ni kweli, ndio maana niko hapa hivi. Kwanza leo mekuja kuangalia na vitu fulani fulani yes, yes, niwauliza no, vitu vingine kidogo, ili niangalie kama kuna mfuko mwingine ambao mi unanifaa vizuri. Eh, e, nijaribu kucheki sasa.